Karibu Busanji TV. Mungu kwanza, kwanza, kwanza. Majina, naitwa Isaac e, John Busanji na anapatikana hapa Igekemaja, kata Kisesa, wilayani Magu. E, mimi nimekuwa na rai yangu kwa ajili ya kuwategemeza hao wahitaji lakini ni hii ambayo inatoka moyoni mwangu kosababu, kwa sababu maandiko yanasema ya, ya kwamba tuwatunze hawa wahitaji, lakini ndio maana imenisukuma kwa moyo wangu ya kufanya kitu kama hiki, si kwamba eti mimi ambaye ni nacho sana wala pengine labda ni, ni mtu ambaye wa juu sana, hakuna, lakini ni kuwaona tu ambao pengine kwamba na sisi tuna tunakuwa na maono yapi kwa hususani kwa hao watu. Maana tumekuwa na wajane na walemavu pamoja na watoto wanaoishi na, na, na, na, na mazingira magumu, lakini na mimi nimeguswa kuwa naguswa kwa ajili ya moyo kwa ajili ya kuwafanyia angalau hata kidogo, ili wengine angalau tuweze, tuweze kuwa pamoja nao tusije tu, tukawasahau sana maana yawezekana watu watu tunawatenga sana na, na kuwasahau, lakini hawa ni wenzetu ambao pengine wanahitaji kupewa msaada. Serikali ina wajibu kweli kabisa, tunafahamu kabisa serikali ina wajibu, lakini hata na sisi raia na viongozi, lakini tunapaswa na sisi kuwajibika kwa swala kama hili, maana tusije tukaiachia serikali tu, na serikali ina majukumu makubwa, ina majukumu ya kutengeneza miundombinu ya barabara maji rete, pengine labda umeme. Kwa hiyo lazima kuna kitu kidogo kidogo ambacho na sisi tunapaswa tuguswe kwa ajili ya kusaidia wahitaji kama hayo. Kwanza na mheshimu na nampa na, na, na, na, na asilimia na mia rais wetu ndugu mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ame, ame, ame, amefanya vitu vikubwa, na mimi niombe kwa ajili ya kwamba kwa kazi kama hii mimi ni wape tu kwamba serikali iweze kuangalia sana hawa, maana tumewasahau kabisa. Lakini kama tukishirikiana nao na tukawaangalia, itaweza ikasaidia, kwa sababu hawa hawana uwezo. Pengine labda wakipata maji karibu barabara, miundo mbinu zetu zitengeme eh, na umeme ukiwepo, basi niombe serikali tu Susani nimwombe mama yetu, na mheshimu sana na mpenda sana kwa moyo wangu wa zati, kwa kazi ambayo ameweza kuifanya, wasaii tunaona, ambayo ni kazi nzito ambayo pengine nayo na mimi niombe tu kwamba ikiwezekana mama aweze kutupokea ili tuweze kushirikiana nao kwa hali hii. Kwa jina naitwa Paulina Damiani, na kai Gege Maja hii, nimekuja Gege maja yapata sasa hivi miaka mitatu. Nyumba niliyokuwa na kaa tukafukuzwa baada ya kukoswa nini, nyumba ile ya kulipia. Huyu Isaka ndo alinifanyia mpango mpaka kupata nyumba ninapoishi mpaka sasa. Kwa kweli, namshukuru, ametupigania, amenisaidia mambo mengi sana huyu Isaka. Nashukuru sana kwa wema wako aliofanya. Mungu amzidishie. Maombi yangu ndio shukrani yangu, hiyo naisema. Kwa majina naitwa Maria Rugalila. Nashukuru sana kwa kipindi hiki, kwa siku ya leo ambao msanji Isaka ameweza kutupa msaada huo. Na serikali naiomba na sisi tuone, wajani waweze kutusaidia. Tuna watoto wanasoma lakini hatuna msaada wowote. Nayomba serikali ituone, ituangalie, ituone kama sisi wa mama wa jamii. Kwa jina naitwa Salome. Kwa kweli namshukuru mwenyekiti nitusaidia, na kwa hiyo kwa, kwa kutoa msaada ninamshukuru sana kwa kweli, yaani mpaka nimefikiria mbali, kujua baba kutoa msaada kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Anatupigania kwa kujitoa kwa moyo wake, nilikuwa naomba kwa kweli serikali na sisi tufanye, itupiganie itubariki kwa chochote, ili na sisi tufanikiwe, ulemavu tufanya hata biashara au watubariki chochote itionacho kwa kweli na sisi.